Barani Afrika, wanawake wengi kwa sasa wanajitokeza kuchukua nafasi za uongozi wa kisiasa. Hii ni kutokana na kuwepo kwa maendeleo makubwa kuelekea usawa wa kijinsia. Tangu mataifa mengi barani humo yalipopata uhuru miaka 1960 haki za wanawake imekuwa ni sehemu ya ajenda ya kitaifa katika mataifa mengi Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, biashara zinazoongozwa na wanawake zikichangia katika ukuaji wa uchumi, huku kukishuhudiwa ongezeko la wanawake kwenye vyombo vya habari. Hata hivyo, licha ya maendeleo haya, ukatili wa kijinsia unaofanywa na wanaume bado ni tatizo linaloongezeka. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, takribani mwanamke mmoja kati ya watatu ulimwenguni anapitia ukatili wa kimwili kutoka kwa mwenza wake. Afrika kama eneo inaongozwa kwa mauaji ya wanawake. Kutokana na visa vingi kutoripotiwa, idadi halisi huenda ikawa ni kubwa zaidi. Women are not safe. We need to just let women live. Wanawake hawapo salama, tunahitaji tuachwe tuishi kwa amani. Hatuhitaji kusaidiwa na kulindwa, tunahitaji tuachwe tuishi kwa amani. Maneno haya yanaakisi hali halisi iliyojificha kadri wanawake wanavyoshika nafasi za uongozi ndivyo ukatili wa kijinsia unavyoongezeka huku vikwazo vya kimfumo juu ya ushiriki wao wa kisiasa vikiendelea kukita mizizi. Vita na migogoro kama ilivyo Kongo na Sudan inazidisha hali kuwa mbaya, ikisababisha madhara makubwa kwa wanawake na watoto. Ijapokuwa maendeleo yanashuhudiwa, changamoto kama ukatili mfumo dume na mgawanyiko mgumu wa majukumu ya kijinsia bado ni kizingiti kwa wanawake, changamoto ambazo wanaume hawakumbani nazo wanawake uh, ha, uh, hawakuaminiwa kushika nyadhifa za juu nchini. Bado kuna mtazamo kwamba wanawake hawapaswi kuwa uh, kwenye nafasi za juu uh, za uongozi uh, no women in kwa wanawake ni vigumu zaidi kupata mtaji wa kugombea nafasi ya kisiasa. Kugombea nafasi ya uongozi ni gharama kubwa sana Kenya, hata kama ni nafasi ya chini kabisa kwenye baraza la mtaa. Wanawake wengi wanatengwa na familia zao kutokana na unyanyasaji wanaopitia, si tu wa mtandaoni, bali pia wa kimwili. Wanawake wanakabiliwa na ukatili mkubwa mtandaoni, kuanzia matusi na udhalilishaji mtandaoni hadi mwenendo unaoongezeka wa kuvuja kwa video za faragha kwa visasi. Sasa, ingawa mafanikio ya wanawake katika siasa, biashara na vyombo vya habari unapaswa kusherehekewa, jamii bado ina jukumu kubwa la kutekeleza ili kufanikisha usawa wa kijinsia wa kweli.